Kila mwaka watumiaji wa bidhaa za Apple, iPhone na bidhaa nyingine wanapata iOS mpya, lakini kwa sasa kwenye upande wa operation system au iOS mpya kwenye simu za iPhone ni iOS 18. Hii ni furaha kwao na wanafurahi, lakini swali linabaki kwa watumiaji wa iPhone zile kongwe X XR, X Max, mpaka iPhone 11. Swali so linabaki, je, ku update simu zao kwenda iOS 18 kuna faida kwao? Tunaposema iPhone kongwe tunakusudia kwamba iPhone ambazo zimetoka zamani kidogo, na kuna mambo ambayo tunaweza tukayarifaa. Haya ndiyo mambo yanayoonyesha kwamba hizi ni iPhone kongwe. Jambo la kwanza ni iPhone ambazo zimetoka kuanzia miaka minne nyuma. iPhone X imetoka mwaka elfu mbili na kumi na saba. na iPhone 11 imetoka mwaka elfu mbili na kumi na tisa kutoka iPhone X mpaka iPhone 11 kuna iPhone hapa, matoleo yametoka iPhone XS, iPhone XR, mpaka iPhone 11. Kampuni ya Apple wanapotoa simu mpya, simu ile wanaipa update kwa takriban wa miaka minne mpaka mitano mpaka sita, lakini ikifika hapo, wao hawana habari nao tena kwenye update. Wataongeza tu baadhi ya vitu, lakini hawashughulikii tena huko. Ndio maana unaikuta iOS 18 inafanya kazi kuanzia generation kubwa, yani simu kwa Kuanzia XR na kwenda mbele, kuanzia X na kuja chini huku huwezi kupata hiyo iOS 18. Naomba nitaje matatizo ambayo atayapata mtumiaji wa iPhone X, mpaka iPhone 11 ikiwa atayeka iOS 18. Ikisha we mwenyewe utaniambia, je, kuna faida kwake ku update iOS 18. Ina mapakeji mengi, ina mambo mengi, ina mapachi mengi, kwa hiyo inawekwa kwenye settings za chipu fulani chip, yani zile processor fulani iPhone hizo ambazo nimezitaja kutoka 11 na kuja chini ziko na chip ndogo ambazo ukizitwika iOS 18 simu itakuwa slow tu, kwa sababu iOS 18 ni kubwa sana. Hivyo ukipachika iOS 18 kwenye kutoka kutoka iPhone 11 na kuja chini simu yako itakuwa slow, changamoto ya kwanza. Jingine la pili, iOS 18 inatumia nguvu sana kujiendesha na ndio maana betri za simu ambazo zinatumia iOS 18 na kusudia iPhone zilizoko kuanzia 13 na kwenda juu, betri zake ni kubwa kuliko hichi kizazi ambacho nimekitaja kutoka iPhone 11 na kuja chini. Kwa mambo hayo mawili niliyoyataja, maamuzi ni yako. Kwa yule ambaye anatumia simu yake kwa mambo ya usalama, labda anataka usalama kwenye simu yake, basi anashauriwa kuweka iOS 18 kwa ajili ya kupata update. Lakini yule ambaye anataka simu yake ikae maisha mengi na isiwe slow na betri idumu isife haraka, hashauriwi ku update iOS 18. Usi update iOS 18 kama unataka simu yako iwe na maisha na betri isife, iPhone 11 na kuja chini, usi update iOS 18. Na kama, na kama unataka simu yako iwe faster usi update iOS 18 ikiwa simu yako ni iPhone 11 na kuja chini. Hii ni Alzenjbary Technology, sehemu ambayo tunapeana utaalamu wa kiteknolojia ili sote tufaidike nayo. Kama una swali lolote, na wewe unaweza kukomenti hapo chini, au pia kama huja subscribe, unaweza kusubscribe.